Katika kipindi hiki cha kuelekea uchaguzi, ningewaasa na kuwaomba watanzania wote, vijana, wazee, wenzangu, serikali yetu tunapashwa kuiomba na sio kuifosi. Haya ni maneno Yesu alisema, ombeni. Atupashwi kuwafosi watu wenye mamlaka, ili tuonyeshe unyenyekevu na utii. Ndio maana Yesu akasema, ombeni. Hili ni jambo langu la kwanza. Nilipenda, ningependa kuwashauri vijana, wazee, wababa na watu wote, kati ya kitu cha msingi kukilinda ni amani kati ya kitu cha msingi kukitunza ni amani. Wenzetu wakimaliza siasa wanarudi kushikana mkono, hata kama wakikwazana, lakini waliovunjika miguu na kufa hawawezi kuinuka kushikana mikono. Mfano ni Kenya kwa mzee wetu Raila Odinga na mzee wetu Uhuru Kenyatta, walipomaliza ile siasa yao, mwisho kabisa walishikana mkono, lakini waliokufa hawakufufuka, waliovunjika miguu hawakuinuka kushikana mkono. Hili ni ombi langu la kwanza. Jambo la pili, ambalo ndio la mwisho, viongozi wote watakaopata hii nafasi ya fursa kuliongoza taifa letu, wasilipe visasi kwa watu waliokuwa wanawachallenge. Watengeneze structure ya kuhakikisha makundi yote yaliyokuwa yanapishana yameunganishwa, yamekuwa kundi moja, na taifa libaki kuwa taifa la Tanzania. Asanteni sana.